Yo odiodi yo. Odi kwa Stable ndo nagonga, nakuona kama mbao, mi nakuchonga na kuchana bila ya masiala, na kuchonga mimi fundi wa selemala, mpaka misali utapinga utakubali, na kuongoza kama vile mi ndio jabali. Stable, uko hapa hapa wala sio kwa mbali, na kuwasha misili navowasha nali cheki kwenye fomi nikokia, siku sifi zaidi yaku kukanyagia, utafyata japokuwa au namkia, dogo janja sebo, nauweza ukaniamkia makofi sikupigi wala kukuzaba, uki na kia sitopinga kusema marahaba, wewe nakupa mistari najejajaba Tambua mimi na flow kama vile shaba wa Jamaika na flow na naskika, sebo kwangu wezi kuleta atapilika na kukiri majaji, ndio watakuzika na kutafuna na kumeza na kukutapika kama utapisho sebo, umesimama na kuona unatavitisho na kuchana mwanzo mwisho na kuuzi weni mbuzi, twende nikakulishe kule malisho, ukale majani ah, hey, kushinda hapa unaota, ilo bukta umenunua ama bukta umeokota. Cheki kidume jinsi ni inavyodondoka, mistari ni inakufa Cheki, unaokota unashika mpaka kichwa. Cheki mdodo mdogo hapa mbele na kuficha uwa kamela, maana kikisha unapiga picha, maana nampa madudu ya leo ya kumficha, namtisha. Cheki paka mikono anakikisa, mimi ndiyo Stable, Stable tisa tisa, na chaneli mbaya sana kwa uhakika. Cheki mpaka mwenyewe anangalia pembeni, shati lake kubwa wala hana cheni, analeta kompeni, mimi namletea zesheni mchizi toka salasala hapa upati kibunda, labda naulia daladala. Hauna nachochana nunacheza gwala gwala, labda kupe tu pointi weni. yeah, takkusukana kwa sababu najua kwamba mi mwamba wakuchana, hauwezi sana wee, bado mwana nite baba kwenye hii mstari nakukaba yeah. wala siwezi kupaniki mana wee mtoto mchafu na utakati atakwajiki, sisikiki wala sishikiki. Yeah, Study Alone na Stable 99, kutoka Sala Sala. Yeah. Uh, bwana eh. DJ, sijajua kwamba shida ni nini, ni beat ipo juu au sauti ya mic ipo chini kwa sababu kumekuwa na tatizo kidogo la usikaji vizuri hadi uh, yeah. Jamaa mwisho anasema pia asikiki alivyochana, umeona bwana uh, huyu nimesikia punchline zake alizotupa kwa huyu Makonde amefanya vizuri uh, Study Alone. Uh, kwa ndugu yangu hapa kutoka Salasala Stable 99 uh, kuna mistari mingi sana sijamsikia uh, sana sana ambao nimeusikia ni mmoja ule kwamba anasema anatokea Salasala na huyu jamaa mbuli, kitu, labda tu nauli ya daladala. Yeah. Umeona, eh? Kwa hiyo nikikompea kwa wote wawili naona una... Study Alone amefanya vizuri kuliko Stable 99. Kwangu, Stable 99. 99 mimi nitampa lakini next Next time kama kama Urako si shida nampa Study Alone. Next time kama so DJ wajitahidi kushika mic vizuri na kutoa energy wasikike vizuri pia. Sato. Okay, so Study, Study Alone. Mansuli? Yeah, mimi nijaribu kuwasikiliza kwa makini wote wawili, kwa mimi kwangu, mimi nimetoa kwa sare. Sare. P, the MC. Uh, mimi nitampa Study Alone. Oh yeah. Kwa sababu amekuwa very confident mwanzo mpaka mwisho. Oh yeah. Bwana 99 kuna wakati alikuwa anajitafuta kidogo. Kwa hiyo kuna muda ulikuwa unapotea hapo. Mwenzake ameenda vizuri, anaanza mpaka anamaliza. Kwa hiyo hilo ndio limemkosesha point kwangu. So uh, roundi anaondoka nayo Study Alone. Makofi pia kwa kwa mwanetu kutoka Salasala anaitwa Stable 99.